UTI ni ugonjwa unaosababishwa na kuchafuka kwa mkojo. E, ni ugonjwa unaosababisha unaosababishwa na kuchafuka kwa mkojo. Na tumekuwa na matumizi ya dawa ndivyo sivyo e, katika kutibu UTI na kutibu magonjwa haya fangasi, PID e, kumekuwa na matibabu ambayo tumekuwa tukiyachanganya, na ndio maana mara nyingi huwa napenda kusema tusiwe madaktari e, wa kuamua ni dawa gani nitumie, bali waone wataalamu waweze kukusaidia. magonjwa haya yanapokuwa sugu magonjwa haya yanapokuwa sugu, matokeo yake ni mabaya mno, kansa, na mwisho wa siku ni kupoteza maisha au kupoteza uwezo wa mwanamke kupata familia, nikiwa na maana kwamba kupoteza uwezo wa mwanamke kupata mimba, kupata watoto. Ni kwa sababu ya kutumia dawa ndivyo sivyo. Unapopatwa na shida hii, ni vizuri ukawaona wataalamu ili waweze kufahamu ni kundi gani la fungus, ni kundi gani la bakteria na dawa aina gani wawezi kukusaidia. Na ndio maana katika vituo vya afya, let's say mahostali, huko unaweza ukapigwa sindano, kapewa vidonge, kwamba sindano ikishindwa vidonge visaidie, vidonge vikishindwa sindano isaidie. Sasa unapochukua jukumu la kujitibu wewe kwa magonjwa kama haya, ni hatari mno kwa sababu yanakwenda kufanya yafuatayo kufanya ugonjwa unakuwa sugu au tunasema drug resistance, kwamba dawa sasa hazisikii. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu yana involve mfumo mzima wa uzazi, mfumo wa mfumo wa uzazi tunakwenda kuchukua mpaka figo e, unaweza kuziletea figo zako hatari ya kuanza kupatwa matatizo ya ugonjwa wa figo. Kwao ni vizuri kufahamu UTI ni ugonjwa ulio tofauti na magonjwa kama PID kwa sababu mfumo wako wa uzazi unatofautiana katika maambukizi ya magonjwa haya. Tunaposema magonjwa ya fungus haya, maana yake tunabeba e, mfumo wa uzazi uterus, e, ovaries zako, fallopian tubes na hata sehemu ambayo sasa e, mlango wa uzazi upo. Maana yake maambukizi ya namna yanapotokea yanakuja na dalili zake. Kwa mfano, e, dalili hizi za fungus sehemu za siri kwa mwanamke zinakuja na dalili nyingi miwasho sehemu za siri, kutokwa na discharge au uchafu, vipele vidogo vidogo sehemu za siri e, na mara nyingi tunaposema discharge zinazotoka zinaweza zikawa ni uchafu mweupe au wa rangi ya kijivu. E, au wa rangi ya, ya, ya, ya kahawia wenye kama damu damu fulani hivi, lakini unakuwa na harufu e. Lakini vidonda au michubuko sehemu za siri e, kutokwa na harufu mbaya, hizi zote tunasema ni dalili za fangasi wabaya, dalili za fangasi wabaya ambapo madhara yake e, madhara yake kwa sababu ni fangasi ni kwamba yanakwenda kuleta e, me, mekanizimu nyingine kwenye mfumo wa uzazi. Na Hivi. E, inapo inapokuja kutokea hivi, e, mtu huyu anakuwa kwenye kundi au kwenye e, nafasi kubwa sana ya kupata magonjwa kama kansa ya uzazi. Sasa moja ya madhara ni kupata kansa, lakini nyingine tunasema kuvurugika kwa chochezi e, kunakuwa na tatizo la hormone imbalance e, mvurugiko wa hedhi, haya ni madhara, lakini tatu mimba kuharibika e, kuchelewa kushika ujauzito au kutokubeba kabisa. Kwa hiyo haya ni baadhi ya madhara ambayo yanatokea baadhi ya, ya madhara ambayo yanatokea kwa mtu aliye na tatizo hili. Ikumbukwe UTI ni ugonjwa unaojitegemea tofauti na PID, tofauti na fungus. E, tofauti na PID unapotibu UTI e, si kwamba umetibu PID e, matibabu yake hayaingiliani Eh, lakini ni magonjwa ambayo hayaingiliani. Hili mwanamama alielewe vizuri, kwa sababu kuna mwingine anasema, nimepima UTI sina, lakini bado nina hili tatizo. Ni vitu viwili tofauti UTI PID plus fungus ni vitu viwili tofauti. Katika mwili wako ni vizuri ukafahamu, ili uwe katika nafasi iliyo njema zaidi ya kuweza kutibu, lakini madhara yanayotokea kwenye UTI si madhara yatakayotokea kwenye PID au madhara yatakayotokea kwenye hili tatizo la fungus sehemu za siri. Ni vitu viwili tofauti, kwa hiyo usiwe daktari unapoona una ugonjwa huu Nenda hospitali kawaone, wataalamu waweze kukusaidia ili uweze kuondokana na hili tatizo, kwa sababu ukisikiliza mtu kwamba nilikuwa na ugonjwa huu nikatumia dawa hii, e, nimepona na we ukaingia kichwa kichwa kwenye kutumia dawa, basi unaweza ukaona unajirahisishia e, njia ya kufanya ugonjwa wako kuwa sugu usiweze kupona lakini pia uh, ukatengeneza kitu kinaitwa drug resistance, kwamba eh, dawa sasa zinakwenda kufubaza ugonjwa huu usiweze kupona, unakuwa una, una kwenye nafasi ya kutumia dawa kwa muda mrefu pasipo kupata eh, uponyaji. Ni vizuri sana ujenge tabia ya kupima eh, mara kwa mara afya yako ya uzazi u, iko, iko vipi, na ugonjwa huu wa fungus au PID eh, unatokana na nini? Mara nyingi tunasema ni uchafu. Uchafu unapokuwa ishamili e, inaweza ikatokea hii, lakini wakati mwingine maingiliano e, mahusiano ya watu wengi yanaweza yakasababisha mtu ukaingia katika kundi hili au katika ugonjwa huu. E, vimbe mbalimbali, viashiria vya vimbe katika sehemu za uzazi vinaweza vikasababisha hali hii wakati mwingine nasema bakteria hawa wanaweza wakatoka au fangasi hawa wanaweza katoka kwenye njia haja kubwa kuja kwenye njia haja ndogo, na hapo wakatengeneza mengine. Eh, hii inaweza ikatokea kutumia vipodozi vikali, eh, kutumia vipodozi vikali ambavyo vinakwenda kuua askari wanaolinda sehemu hizi, na yenyewe inakwenda kusababisha mlango huu unakuwa wazi, kwa hiyo bakteria wabaya wanaweza wakaingia hapo na kwenda kutengeneza mekanizimu nyingine. Kwa hiyo ziko sababu nyingi zinazopelekea mtu kuingia kwenye hili kundi. Pamoja na hayo ukitembelea kituo cha cha cha, cha afya eh, utapata matibabu. Usiwe daktari, waone wataalamu waweze kukusaidia. Unaweza pia ukanitembelea katika kituo changu kilichoko maeneo ya Kiboloni. Madhara ya ugonjwa huu wa fungus ugonjwa wa PID na hata UTI ni mengi. Moja ni kuingia kwenye kundi la ugonjwa unaitwa frigidity, yani kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa au wakati mwingine kupata maumivu makali wa kushiriki tendo la ndoa, kuto kupata ujauzito, kansa ya kizazi, vimbe mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikatokea katika mfumo wako wa uzazi. Pamoja na hayo ni tafute kwa msaada e, au ushauri zaidi au matibabu napatikana maeneo ya Kiboloni, waweza kunitafuta kwa namba zifuatazo 0655 42 28 88 0655 42 28 88 Vodacom 0765 00 59 61 sifuri saba sita tano sifuri sifuri tano tisa sita moja.